E, bana niko na ndugu yangu kabisa, dokta yeah. Eh, dokta, simamia hapa, mimi nisimamie kwa huku. Bwana niko na daktari hapa nataka nipige naye story mbili tatu. A, wengi wao kuna baadhi ya watu ambao wakiwaona mitaani wanawachukulia tofauti, wanawachukulia kama ni watu ambao hawana content yoyote, lakini pia wanawachukulia kama pengine akili yao iko chini, lakini mimi ni watu ambao nawathamini sana na kupiga nao story mbili tatu na ni kitu ambacho ambacho ningepanga muda mrefu sana kwamba inabidi niwage waga napiga nao story. Pia wana vitu vingi sana vya kuongea, lakini sasa wanaenda kuviongea kwa nani? Maiki yangu mimi inafika mtaani na kupiga nao story stori mbili tatu. Huyu uh, mzee wangu anafahamika kwa jina la Dokta, maarufu sana kama Dokta na ni mwenyeji sana wa Saba Saba, huko ndo nakutanaga naye, lakini atajitambulisha yeye mwenyewe vizuri kabisa na kuna baadhi ya sehemu napitaga na kuta ameandika baadhi ya maandishi ambayo pia naweza nikasema yanakuwa na kitu ndani yake, au sio bana? Sasa niko naye hapa pia na nataka nizungumze naye mawili matatu kuhusiana na um, uh, yeye yeah, anatokea wapi uh, yeye yeah, ni nani na shughuli zake kiujumla, anafanya nini, lakini kwa nini anaitwa dokta. Tutazungumzia na kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, nazungumzia watu tunaenda kuchagua pia eh, 29 naenda kutiki eh, lakini tunaenda kuchagua kiongozi ambaye eh, tutakuwa tunamhitaji sisi. Hao yote nitapiga naye story kwa muda mfupi tu ili pia nimwache pia endelee na kazi zake. Daktari, kwema? Salama kabisa. Ah, salama kabisa. Tunakufahamu kwa jina la daktari. Pengine una majina yako mengine ambayo Watanzania wa, wa hawakufahamu. Eh, hapo majina, e, Kongole. Unaitwa nani? Kongole, mambo ya usanii ni e, msanii e, msanii musician. Wewe okay. ni mwenyeji wa wapi sana? ni mwenyeji wa mkoa wa Rukwa, mkoa wa Rukwa wilayani Sumbanga. Eh, Sumbawanga hebu okay. e, tuzungumze tu kidogo sasa. Wewe ni mwenyeji wa Sumbanga. shughuli yako kubwa ni ipi na kwa nini unaitwa dokta? e, naitwa dokta kutokana na upanisi na mambo mengineo, ni artist na mambo mbalimbali kujua kwamba babu yangu alikuwa ni dokta e. pengine elimu yako imeishia wapi elimu yangu mi meishia standard eh la saba. Aha. E. Ila pengine nikiwa na matatizo, kwa sababu unaitwa dokta na matatizo yote unaweza ukanisaidia mpaka. E, nikusaidie kwa kwa kwa namna gani? udokta wa dawa za asili au udokta wa dawa hizi za hospitalini? ni dawa za hospitalini. Za asili nazo zipo, lakini ni dawa za hospitalini jinsi mwonekano wako ulivyo, kuna baadhi ya watu ambao wanakuchukulia kama mtu wa tofauti. Pengine wewe hawa watu unawaonaje? Nawaambia unaona nini? Aa, mimi watu naowaona kuwa na amani namna moja au nyingine. uh -huh. e, amani ndio inatakiwa itawale. uh -huh. e, kujua kwamba tatizo kuingia mwilini uh -huh. e, ni rahisi kutoka, inakuwa ni kazi kupya. Heshima niko pale pale ya udokta uh -huh. e, ndio tuongelee kuhusiana na uh, kazi yako ambayo sasa hivi unajishughulisha. Unajishughulisha na nini haswa kwa sasa hivi, kipindi hiki? Kipindi hiki kwa kweli ninajishughulisha kama hivi unavyoongea, kwa ajili ya ofisi ya hospitali ya rufaa. Okay. E, kama mtu na unaongea naye je, ana akili timamu? Mm. Kama ulivyotoka kutangulia kuzungumza ndugu, mm -hmm. e, yangu nimesikia hapo unasema kwamba unajishughulisha na mambo ya mziki. Umewahi kuwa msanii au ni msanii mpaka sasa? Ni msanii mpaka sasa, nina uwezo hata kuimba kwa kutumia hata <laughs> <laughs> eh. Eh, pua. Unaweza kuimba eh. <laughs> Ise ongera sana, baadaye utatuimbia kidogo, tumalizie. Tuko, tuko kwenye kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi Hidim. na tarehe ishirini na tisa Oktoba tunaenda kuchagua kiongozi ambaye tutakuwa tuna mhitaji kwa Hidim. kwa wewe, moyo mwe wako, pengine unazungumziaje hii, dokta, hilo nani, ilani ya chama ya uchaguzi hii? hmm. E, haina tatizo, mimi nitapata nyayo za mzee babu yetu. hmm. E, baba wa taifa Eh Oh, kuna kumbukumbu zozote za neno la baba ya taifa? nazikumbuka na leo ni Nyerere Day eh. Zipo kumbukumbu e, kumbu za baba ya taifa yeah. Zipo yeah. e, ina maana tuwe na umoja na mshikamano yeah. e, kama tulivyoungana ndani ya yeah. e, Zanzibar na Tanganyika yeah. e, lazima tuwe na umoja yeah. e, na ukakamavu vile vile kuna, kuna, kuna, kuna... Uh, watu baadhi ya watu wanapanga mm. wana, wana, wana pia kuandamana mm. Uh, pengine ukiwa kama dokta na mtu ambaye pia unafuata uh, yale maneno ya baba wa taifa unawaambia nini kuhusiana ah, na tarehe tisa kuandamana? Mimi, ah, mimi ninachokiongelea hapo si chombo cha dola kipo mm. ni kutoa taarifa mapema mm. kuwe na amani ndio mm, mm, e, nalotakiwa sawa sawa. E, ndugu haina shida ahe. Pengine ulikuwa kwenye bendi gani au ulikuwa ni msanii wa aina gani kipindi hicho na mpaka sasa hivi unavyoniambia? Ah, nilikuwa nimeanzia shule uh-huh. eh, shule gani umesoma? Shule ya momoka. Momoka hapa Sumbanga. Eh, Sumbanga. Shule ya momoka shule ya msingi? eh, shule ya msingi. Ulikuwa unaimba? eh, nilikuwa napiga filimbi pale. Ah, kwenye zile bendi. Eh. Baada hapo, baada hapo ndio nikajiunga na mambo ya gitaa sasa ko gitaa. umepiga vizuri kabisa gitaa? nalipiga vizuri tu, nikikuletea hapa gitaa sahivi? saa moto chini, acha bana e. tutafute gitaa tufanye kitu. Aa, bila mashaka. baada ya hapo kwenye gitaa, ulikuwa kwenye bendi au ulikuwa unajipigia e, nyumbani? A -a. kwenye bendi e. gani, ya hapa Sumbanga? Sumbangaa e, luku internationali. umepiga sana? Nimepiga e, nimepigaa. sahivi unakaa wapi, dokta? E, niko Sumbanga asilia, Sumbanga asilia. Eh, huwa mara nyingi ratiba zako zinakuaje kuanzia asubuhi mpaka jioni? Ratiba zangu huwa nikifika mjini jioni saa kumi saa kumi na moja, mm, lazima nilipoti nyumbani. Na asubuhi? E, asubuhi lazima niwe huku. unatoka saa ngapi? Eh, asubuhi kwenye mida ya saa nne saa tano ndio natoka e. Unaweza ukatupa kasong kidogo kanyimbo kokote ambako mpaka sasa hivi unako kichwani A, zipo. Hebu eh, nipe kamoja nikusikie na Watanzania wanakutazama. Ay, okay, maliae okay. <todic> r bembele za mwanao musuti mukubwa tutaliwa oh, na simba mama na, maliae n maliae maliae bembele za mwana o musuti mukubwa tutaliwa na simba malia. Dokta, nyimbo ya kitambo yeah. Kama mwaka gani? Ni miaka kati ya miaka ya sitini. Mm. Kwa, ni, ni msanii gani ambao mpaka sasa hivi namkumbuka ambaye alikuwa ni msanii wa zamani wa zamani Ah, eh. Kwa kweli kujua kwamba ni le, ni mpenzi wa damu ya Msondongoma Msondongoma. Eh, uh -huh. eh, Eh. Moshi William. sana dokta. Mpaka sasa hivi una miaka mingapi wewe? Una una miaka mingapi? Umri wa miaka mingapi yani? Ah, umri umesha kwenda umri umekwenda nimeshavuka mm. eh, nusu ya nani hamsini, i mli, umesha kwenda. Unaweza ukawa unafika kwenye hamsini na nane au sitini? ah, sitini nako nimeshavuka. Nilimuuliza mama mzazi, si yupo? Ah, mama yupo, eh, ndio ambao lishavuka miaka hiyo Eh. Kuna, kuna, ba, m, m, siku zingine nakutaga kuna sehemu za baadhi ya kuta kwenye mitaro umeandika baadhi ya maandishi ambayo eh, pia ni maandishi ambayo anakuwa mm, yani mtu anasema ameandika mtu ambaye anaelewa ni kitu gani ambacho anakiandika. Ndiye. Yale maandishi huwa unavyokuwa unaandika unakuwa unaleta ujumbe gani kwa jamii? Ah, ni ndani ya mafunzo, yani chuo university, uh-huh. eh. ah, okay. university. Mambo ya chuo mara nyingi unapendeleaga kuandika nini? Eh? Unapendeleaga kuandika, Aa, nini? Kuandika sikuna mkono wa kuandika, kuna ramani, kuna didi au ukachola na picha fulani mm. eh. niliona siku moja umechora ramani ya Afrika eh. kwenye mtalo mmoja na nivo uliza wakasema dokta ndo kitu eh. nifanya nikutafute. eh. e, e, unavyochora ramani unakuwa unamfundisha mtu ambaye atakuwa anapita anaona au unakuwa na maana gani? maana niliokuwa nayo nilionao wanaosoma namna moja au nyingine yeah. E, kama teacher, master yeah. Eh, kama nina uwezo hata wa waku, kuandika nani pesa ya nani ya taifa ah. E, pesa ya, ya nyelele noti shilingi elfu moja ah yeah. E, unachaki una, una chaki ndio sina Aa, nitaka uniandikia angalau mawili matatu nione na mwandiko wako. Umesimama kuilongela? Ndio, ndio <laughs> kweli uko vizuri dokta bana hey. <laughs> E, nashukuru sana kwa muda mda wako dokta, unapendeleaga kunywa kinywaji gani eh? Hey, banana. Banana ni aina gani ya kinywaji, ni alkoholi eh? Pombe hey, banana. Lakini huwa unaweka mixer ah, huwa unaweka mixer eh? Hey, leo sijabeba mixer yake hey. O, o, na kinywaji kingine Ee, kinywaji kingine hizi za nani wanasema nini ee, master. Master. Ee, Aa, na, na, na, ni vyakula gani ambavyo napendelea kula vyakula mm, ee, vyakula niko kwenye kwenye faili langu la unakula kweli, nikipata huwu anatumia angalaopd kido... ee. chakula kingine ee, chipsi. Chipsi, chipsi. Ee. vipi hata ugali unapanda. yeah. E. Mazingira ya nyumbani unaishi na nani? una mke, una watoto pengine? Nina, nina bwana mdogo pale nyumbani. Bwana mdogo kwa maana ya mtoto wako? Ni mdogo wangu wa mwisho kitinda mimba. Ndo unaishi naye? Ndio naishi naye e, pale. Umewahi kubahatika pengine kuwa na mtoto au mke? Aa, mke tena, mpaka eh. ndoa na pete kabisa. Ewe sema ah. tu anakuaga na, na mambo yao ya mizugu zunguko tu ya hapa na pale, eh. e. Ah, yani kwamba anakuwaga kazini au una maana gani? uh -uh. yeah. ni mambo tu ya mizunguko ya hapa na pale tu watu hao. Watu hao wanawake. Eh, mambo ya mizunguko. Mwana mbona uko umeshatulia? Eh, wala wanawake wanakuwa? Eh, hey, ni mambo hapa na pale yani mke wako huyo labda ukirudi nyumbani kwenye kitanda ndio mke yeah, lakini ukitoka tu sio mke, mke wako tena huyo. Ah, <laughs> Na hayo yote yamekutokea? Yameshanitokea na familia zipo yupo mpaka sasa hivi. hey, yupo na mpaka wajukuu. Ana, anasemaje labda pengine anavyokuona ukiwa kwenye hali hii ambayo wa, wengi wao wanajua pengine wewe ni kichaa uh, kwa hali hii hmm? E, siwezi nikasema uongo namna nyingine, sipendi nionane naye mimi ah. E, kwa ajili ya nini? Hmm. kuwa na kumbukumbu na weni weki ya kukaa pamoja kwenye kitanda ah inakuumiza hiyo kitu. Basi dokta, mimi nikutakia mchana mwema ah, ah, yeah. Nitakupa kidogo ili ukanywe kile, ah. eh? okay, okay. <laughs> <laughs> he, bana, ndugu yangu kabisa doktor, uh, kama mnavyoona vitu ambavyo anaongea vinaeleweka na vinanyoka. Kwa hiyo mimi napenda kuwafikia watu kama, kwa sababu anakuwa na baadhi ya vitu ambavyo sisi wengi tunakuwa tuzanii kabisa kwamba anaweza kawa hivyo. lakini dokta yeye ni hivi, amenyoka au sio bana? nicho nuku kwamba mwanamke siku zote ni mke wako mke wote kitandani, lakini siku ukaachana ukaenda kwenye harakati zako na yeye akaelekea hivi, sio mke wako tena. Big shout out sana kwa wanangu ambao wanazidi kusubscribe ku like na ku comment kupitia kurasa zetu za TikTok, pale Instagram. Dokta na mwache, mimi naendelea hii, hi kwa ajili e, e, e, e, e, ya hesabu, lakini nimekuta funda ametoka, nime kuzima kwake, paka ukiwasha ukigeuza betri hapo inawaka. Lakini mara nyingi unatumia kwa ajili ya nini? Ah, ni mawasiliano kwa ajili ya mambo ya kompyuta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 fundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC. Edo, fundi pikipiki. Usalama kwanza.